ne na, na kuongea na wananchi kupitia nyie. Uh, jambo la kwanza linahusiana na kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambayo inaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Ilikuwepo jana, nadhani wengi wenu mliripoti kuhusiana nayo. Uh, kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tumewaitia hapa kwanza ni kuwashukuru, kushukuru vyombo vya habari kwa coverage mliofanya uh, kuwashukuru waangalizi wa eh, kimataifa wa kikanda, tunashukuru mabalozi mbalimbali waliohudhuria kwenye ile kesi kuonyesha mshikamano na mwenyekiti wetu ambaye ana kesi ya uhaini na kesi ya, eh, ya uchochezi ah. Kwa hiyo tunawashukuru wote kwa pamoja, tunaomba tuwashukuru kwa mshikamano ambao umeonyesha katika safari hii ya harakati za kuleta haki na mageuzi ndani ya nchi yetu. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza ambalo ilibidi niliweke wazi. Jambo la pili ni yale yatokanayo na kesi yenyewe uh, ikiwemo kuzuiwa kwa baadhi ya waangalizi eh, wanaharakati na wanasheria mbalimbali kutoka nje ya mipaka ya nchi yetu ambao walikuja kuonyesha mshikamano na mtuhumiwa wa kesi husika, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu uh, walizuiwa kwenye kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere kwa sababu ambazo hazikuwekwa wazi na ambazo sisi tunaamini kama chama kwamba zilikuwa na nia ovu ya kudhibiti sauti huru za watu na kudhibiti Uh, ukweli kuhusu mwenendo mzima wa kesi dhidi ya mwenyekiti wetu. Kwa hiyo, hilo ni moja ya masuala matatu ambayo tumewa tumewaita hapa ili tuweze kuwasiliana na, na wananchi na kutoa msimamo wetu kuhusu masuala yote hayo. Uh, waliozuiwa ni atawataja baadaye eh, mwanasheria mkuu wa chama eh, ni E, mwanasheria nguli na mgombea wa e, nafasi ya makamu wa rais nchini Kenya Martha Karua alikuwa na timu yake e, jaji mkuu mstaafu wa Kenya a, Dr. Wile Mutunga.